Maandamano yamezidi kushika kasi katika miji mbalimbali nchini baada ya kifo cha Albert mwanabloga maarufu ambaye alifariki akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Wananchi wenye hasira wamejitokeza kwa wingi barabarani wakishinikiza haki itendeke huku wakipaza sauti dhidi ya kile wanachokiita unyanyasaji wa polisi na kukiuka kwa haki za binadamu uh, katika mahojiano ya moja kwa moja na vyombo vya habari, wakili wa familia marehemu Albert ameeleza uh, kwa masikitiko makubwa jinsi familia hiyo imevunjika moyo na jinsi mfumo um, wa haki unaonekana kulegalega. Huyu hapa wakili huyo akiongea.